Kwa majina yangu naitwa Emmanuel Lame Kimbamange, katibu wa Chama cha Mapinduzi wilaya ya Nachingwea. Tupo kwenye zoezi la kuchu, kuchukua fomu na kuzirejesha, ambapo mpaka sasa muda huu unapozungumza wanachama jumla ya wanachama kumi na tano wamechukua fomu na kurejesha, kati ya hao wanaume kumi na mbili na wanawake wawili. Katika siku zote hizo tano za kuchukua fomu, watu wana, wana CCM 15 wamejitokeza kuchukua fomu. Lakini pia kama mnavyojua, zoezi hili lilianza tarehe 28 na, e, na nafasi ya udiwani pia zoezi hili lilianza tarehe 28 na, ambapo a nafasi za udiwani wa kata kata tarehe ishirini na nane kata ya Boma kulijitokeza wagombea watatu wanaume wawili na mwanamke mmoja. Kata ya Kilimani Hewa tarehe ishirini na nane walijitokeza wagombea wawili jinsia wote ni wanaume. Kata ya Nambambo tarehe ishirini na nane walijitokeza wagombea watatu wanaume wawili na mwanamke mmoja kata ya Mateko walijitokeza wagombea wawili wote ni wanaume. Kata ya Kiegei alijitokeza mgombea mmoja mwanamume. Kata ya Ugawaji walijitokeza wagombea wawili wote wanaume. Kata ya Namatura walijitokeza wagombea wanne na wote ni wanaume. Kata ya Naipingo walijitokeza wagombea wanne na wote ni wanaume. Kata ya Chumbati Chureni walijitokeza wagombea wawili. Kata ya Naipanga walijitokeza wagombea watatu, mmoja mwanamke na wanaume wawili. Kata ya Mpiruka walijitokeza wagombea wawili, wanaume wote wawili, wanaume wa kata ya Nang'ondo walijitokeza wagombea watano mwanamke mmoja na wanaume wanne. Kata ya Ndichi walijitokeza wagombea watano, na kati ya watano wanaume watatu na wanawake wawili. Kata ya Nachingwea, kwa maana hapa mjini, walijitokeza wagombea watatu, wote ni wanaume. Kata ya na mikango walijitokeza wagombea wawili. Kwa siku hiyo zoezi la, la, la uchukuaji fomu liliishia hapo. Kata 15 zingine walikuwa bado hawajachukua. Tarehe ishirini na tisa walijitokeza wagombea, waliojitokeza kata ya Boma wagombea wawili, wote wanaume. Kata ya Kilimani Hewa wagombea watatu, wanawake wawili na mwanaume mmoja. Kata ya Nambambo walijitokeza wagombea wawili, wote wanaume kata ya Matekwe alijitokeza mgombea mmoja mwanaume. Kata ya Lionja walijitokeza wagombea wawili mmoja mwanamke na mmoja mwanaume. Kata ya Ugawaji alijitokeza mgombea mmoja mwanaume. Kata na Matula walijitokeza wagombea wawili mmoja mwanaume na mmoja mwanamke. Kata na Ipingo alijitokeza mgombea mmoja mwanaume kata ya Chumbati shuleni alijitokeza mgombea mmoja mwanamume. Kata ya Station walijitokeza wagombea wawili mmoja mwanamke na mmoja mwanamume. Kata ya Chiola walijitokeza wagombea wanne mmoja mwanamke, watatu wanaume. Kata ya Mchonda alijitokeza mgombea mmoja mwanaume. Kata ya Marango alijitokeza mgombea mmoja mwanamume. Kata ya Mnero Miembeni walijitokeza wagombea watatu wanaume wawili na mwanamke mmoja. Kata ya Ngunichile walijitokeza wagombea wanne wote wanaume, na kata ya Namapia walijitokeza wagombea wawili wote wanaume. Kata ya Kipalamnero walijitokeza wagombea wawili wote wanaume. Kata ya Rahareo walijitokeza wagombea wawili wote wanaume. Kata ya Nomoni walijitokeza wagombea wawili, wote wote wanaume. Kata ya Mnero Ngongo walijitokeza wagombea watatu wanaume wawili na mwanamke mmoja. Tarehe 29 ikawa imekamilika. Tarehe thelathini tarehe thelathini, kata ya boma alijitokeza mgombea mmoja mwanamme, kata ya mnerongongo mgombea mmoja mwanamme, kata ya nambambo wagombea wawili wanamme, kata ya matekwe wagombea wawili wanamme kata ya Nachingwea mgombea mmoja mwanamume, kata ya Mpiruka wagombea watatu wanaume wawili na mwanamke mmoja, kata ya Ndomoni mgombea mmoja mwanamume, kata ya Nditi mgombea mmoja mwanamume, kata ya Chumbati shuleni mgombea mmoja mwanamume, kata na Mikango wagombea wawili mmoja mwanamke na mmoja mwanamume Kata ya Ruponda wagombea wanne wote wanaume. Kata ya Mpiruka wagombea mgombea mmoja mwanamme. Kata na Ng'ondo mgombea mmoja mwanamme. Kata ya Nditi mgombea mmoja kata ya Mitumbati wagombea watatu wote wanaume kata ya Namikango Ahmadi. Kata ya Namikango wagombea wawili mwanamme mmoja na mwanamke mmoja. kata, manam... kata, kata ya Stesheni mgombea mmoja mwanamme. Kata ya Chiola mgombea mmoja mwanamme. Kata ya Mkotokuyana wagombea watano, wagombea sita wote wanamme. Kata ya Marambo wagombea wawili wote wanaume. Kata kata ya Mkoka wagombea watano wote wanaume. Kata ya Nangoe wagombea watano wa mwanamke wa, mmoja wanome, na wanaume wanne. Kata ya Namakwia mgombea mmoja mwanamume kata ya Kipala Mnero, mgombea mmoja mwanamme, kata ya Kipala Mtua, mgombea mmoja mwanamme, kata ya Mbondo, mgombea mmoja mwanamme, kata ya Kilimarondo, wagombea watatu wote wanamme, na kata ya Mtua, mgombea mmoja mwanamme. Ndugu wananchi na wanasiasa, hali ya uchukuaji fomu imekuwa ya kusisimua sana, na kwa kweli hali inaendelea, na taarifa nyingine bado tutaendelea, tutapata nafasi ya kutoa sasa taarifa kamili, na kwa idadi ya waliochukua, kwa sababu taarifa zingine bado zinaendelea, na leo mpaka saa kumi bado hali inaendelea, lakini mwitikio ni mkubwa sana, na jambo hilo ni jambo la kujivunia. Moja ya jambo ambalo tunatamani kulisema ni miiko, miiko ya uchaguzi, miiko ya namna ya kufanya kazi, miiko ya namna ya kwenda kufanya kazi, kwa namna ambavyo tunaendelea kwenda. Lakini pia tarehe moja mwezi wa saba kwa maana taarifa ya jana, wali waliendelea kuchukua fomu Kata ya Boma, mgombea mmoja mwanamke. Kata ya Ugawaji, wagombea wawili, mmoja mwanamme, mmoja mwanamke. Kata ya Naipingo, mgombea mmoja mwanamke. Kata ya Mbondo, mgombea wagombea wawili, mmoja mwanamke na mmoja mwanamme. Kata ya Chumbati Shuleni, mgombea mmoja mwanamme. Kata ya Marambo, mgombea mmoja mwana mwanaume. Kata ya Namapwia wagombea wawili mmoja mwanamke, mmoja mwanaume. Kata ya Kilimarondo mgombea mmoja mwanaume, na kata ya Mtua mgombea mmoja mwanamke. Kata ya Lionja mgombea mmoja mwanaume.